E, sisi kama kamati tumekuja kutembelea hili eneo na tumetembelea miradi miwili, mradi unaosimamiwa na ASA lakini pia mradi unaosimamiwa na TARI, na miradi yote imeonekana ni mizuri sana na kamati imefurahishwa sana, lakini kwa sababu niko na wajumbe wenzangu hapa, nataka niwape nafasi wao ndio watoe ushuhuda wa yale tuliyoyaona kwa niaba ya kamati. Kimsingi, kama ambavyo mheshimiwa mwenyekiti amesema, tuko hapa Arusha kwa ajili ya kutembelea mradi, mradi mkubwa, mradi mzuri ambao kimsingi mheshimiwa Rais ametoa pesa kwa ajili ya kuwezesha mradi huo. Zaidi ya bilioni kumi na tano zimetolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba E, TARI wanafanya utafiti lakini vile vile ASA wanaendelea kuwekeza kwenye uzalishaji wa mbegu. Kwa hiyo tumeona namna ambavyo e, taasisi hii imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba mradi huo unaweza kuhakikisha kwamba unafanya vizuri na kuleta tija katika uzalishaji hasa katika sekta ya kilimo kwenye swala la mbegu. Na mpongeza sana mheshimiwa Rais wa nchi hasa kwa ambao anaelekea anaendelea kuwekeza kwenye hii kitu. Kazi moja wapo msingi dunia ni kupoti serikali kwenye sekta ya kilimo ya utafiti wa ya utafiti, kila kazi hii kwa sasa hivi inafanyika vizuri sana. Tunaelekea kujikomboa katika upande wa uzalishaji wa sio zile vyombo tulizoona pale, hata kwenye maeneo mengine ambapo anafanya utafiti tulikuwa tunaagiza mbegu toka nje miaka michache tu iliyopita, zaidi ya asilimia tisini ya mbegu tulikuwa tunaagiza nje, lakini kwa sasa tunakaribia asilimia sitini tunazalisha mbegu hapa kwa nchini na pale uwekezaji ambao tumeuona pale ambegu, ni mitambo ile ya kumwagilia mashamba yale ya mbegu tuliyoiona, ni uwekezaji mkubwa sana ambao serikali inastahili kuongeza hali ya juu sana, na mimi napenda kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa shauri serikali kwamba uwekezaji ambao unafanyika juu sana kwenye mazao ya chakula na mazao ya biashara, na waongeze kidogo kwenye uzalishaji wa mazao ya pato mazao ya biashara hasa mazao ya miti ambayo yana mchango mkubwa katika mazao ya chakula. Tuendelee na tusipunguze uekezaji, lakini tuongeze ukezaji biashara meshauri serikali na tuendelea kuisemea kama wabunge, kuhakikisha kwamba tunawekeza zaidi kwenye uzalishaji wa mbegu, mbegu kuzalisha na na mathalan tani zaidi ya 126, tuna uwezo pia wa kuweza kuuza mbegu zetu nje ya nchi, kama vile ambavyo sikuwa tunaingiza kutoka nje. Tunaweza kutumia fursa hiyo pia kupeleka mbegu zetu zikiwa na ubora zaidi kwenye mataifa ambayo yanatuzunguka, ambao na wenyewe wanafanya mambo ya kilimo, ili kuweza kuongeza forex Tanzania. Kwa hiyo hilo ni jambo mojawapo ambao kama nchi tunataka tu push pend far beyond hata ifike siku tuzalishe tani laki mbili zingine tuziuze nje ya nchi. Aa, kwanza tunashukuru kwenye miradi yote miwili wamepongeza uh, kwa maana ya matumizi bora ya fedha kwenye miradi yote thamani ya ya fedha na um, utekelezaji wa mradi ya kilimo kulisimamia ni matokeo yanatokana na kwamba nchi hii tumepitia soga tofauti. Kulikuwa na kilimo kwanza, kilimo kufana kupona na kadhalika. Lakini ni only kipindi hiki cha awamu ya sita ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ambapo kilimo kimeendana na uwekezaji. Ukiangalia uwekezaji tunaozungumzia ni uwekezaji miongoni mwa yale watu wanaokuja. Mifumo ya umwagiliaji kuhakikisha kwamba tunazalisha mbegu za kutosha nchini. Kwa sasa lengo letu sisi kama Wizara ya Kilimo au jukumu letu baada ya maelekezo ya kamati ni kuhakikisha sasa matokeo yanayotarajiwa baada ya uwekezaji huu yanafanikiwa, ikiwa ni pamoja na kupunguza kuagiza mbegu kutoka nje ya nchi na kuongeza uzalishaji.